Danson ni Kateme nikiwa ni mkazi wa maeneo haya, tunashukuru kwa kweli ujio wa vifaa tiba hivi katika hospitali yetu, lakini pia kampuni iliyosajiliwa kwa ajili ya matengenezo ya vifaa tiba katika mkoa wetu wa Kagera. E, kumekuwa na changamoto kubwa hasa ya wagonjwa katika upatikanaji wa vipimo, kwa mfano kwenye kipimo cha mamografi, ambapo ilikuwa inaturazimu kuenda kwenye hospitali za Kanda na hospitali za Muimbili Yeah, ujio wa vifaa hivi unakuwa mwarubaini hasa kwa kwenda umbali mrefu, na kama mnavyojua umbali mrefu unaweza ukasababisha hata maisha ya huyu mwananchi kuweza kupotea katikati. Sasa ujio wa vifaa hivi unakweza kusaidia sisi kama Wanakagera na si tu Wanakagera, hata wananchi katika mataifa ya jirani ikiwemo Kongo, tunao wengine ambao wapo hapa, hapa wanakuja kwa sababu ya uadimu wa hivi vifaa katika eneo hili, lakini pia kwa wakazi wetu ambao ni na Kagera tumekuwa tukipata hadha ya kupata rufaa za kwenda maeneo mengine. Sasa sasa hivi tunakwenda kupata kupitia hospitali hii hii ya mkoa wetu wa Kagera eneo la Ndolage. Kwa majina naitwa Edward Wilibard Mjungi, ni mwenyeji wa tarafa ya Kamachumu kata Kamachumu na ni mzaliwa wa maeneo haya. Vifaa hivi ni muhimu, hasa kwa hospitali ya Ndolage ambayo ni hospitali yenye historia ndefu. Na kama ulivyosema almost miaka 98, hospitali hii na historia yake inaibeba kwamba kuwa na teknolojia ya sasa ya huduma kama hii itasaidia, moja, kwa wananchi wenyeji wa maeneo haya kupata huduma kwa haraka, baada ya kwenda mbali. Lakini namba mbili ni kuongeza ufanisi wa kimkoa kwa ujumla wake, lakini na tatu ni biashara, kwamba hospitali inahitaji kujiendesha kwa kutegemea wagonjwa. Wagonjwa ndio wateja, kwa hiyo kadri unapata teknolojia mpya ya kisasa ya haraka kwa vyote itabusi hospitali na ambayo mwisho wa siku itabusi hata wafanyakazi itabusi jamii ya Rawu kiocho. Huduma hii ilikuwa ipatikani, kama mnavyojua wengi tukawa tunavuka kwenda mikoa mingine hasa Dar es Salaam au kwenda nchi jirani kama Kampala Makerere, lakini kwa sasa inapatikana karibu, hivyo itapunguza adha ya nauri ah, ambayo tunasema uchumi ulikuwa unayumba, wakati mwingine mtu anauma lakini hawezi kufika eneo kwa sababu ya nauri tu. Jina langu naitwa Doris Kokshu bila Leopold ni mzaliwa wa hapa hapa Kamachumu kijiji cha Blamla. Tukiwa na magonjwa kama haya ya makubwa tulikuwa na shida ya ukushindwa kwenda kule mbali kwa ajili ya usafiri aa, kipato chetu ni kidogo, wanakuambia uende Bugando au Muhimbili, uwezekano hatuna kwa sababu hatuna hela ya usafiri e, sasa tutapatika kwa kuwa hata ninakija kwa miguu ninafika. Mheshimiwa mgeni rasmi hospitali hii ni mojawapo ya vituo kumi na sita hospitali mbili vituo vya afya viwili zahanati kumi na moja na taasisi ya afya moja vya utoaji wa huduma za afya vilinavyomilikiwa na kuendeshwa na KKT Dayosisi ya Kaskazini Magharibi na inatimiza kusudi la kanisa la kumuhudumia mwanadamu kimwili na kiroho na kuonesha huruma ya Mungu bila kujali hali yao kijamii, dini, rangi, siasa, jinsia. Naweza kujenga jengo na kuanzisha huduma mpya ya kisasa na muhimu katika mkoa wa Kagera ili kuboresha huduma zitolewazo na hospitali. Vipimo hivyo ni kama vipimo vya CT scan, digital mammography, digital x-ray na digital na ultrasound. Tumefanikiwa pia kusogeza huduma za kibingwa katika fani mbalimbali kwa ushirikiano na wadau mbalimbali kutoka hospitali za rufaa kama Muhimbili, Yudom, KCMC, Bugando na hata hospitali za Ujerumani. Hospitali yetu inakabiliwa na changamoto zifuatavyo: ujenzi na ukarabati wa miundombinu na mzigo mkubwa wa mishahara umesababisha upungufu wa fedha za uendeshaji wa hospitali, upungufu wa wafanyakazi katika kada za madaktari bingwa madaktari na wauguzi, kupanda kwa gharama za umeme pia na kukatika katika kwa umeme wa Tanesco, ukosefu wa gari la kubeba wagonjwa, yani ambulance, ukosefu wa barabara ya lami kutoka Kamachumu kuja hapa hospitalini umbali wa kilometa 4.2. Mipa... kuna kitu uh, wizara yetu ya mambo ya nje imekuwa ikizungumza iki, iki sana sera ya diplomasia ya uchumi. Mfano wake ndio kama huu ambao mnauona kwamba kwenda kule tunazungumza na watu, tunajaribu kuona fursa tunavyoweza kufungua milango na kuleta maendeleo nyumbani. Kwa hiyo nashukuru <coughs> sana. Kabla sijamaliza kwa upande wa serikali. Hivi vifaa vyote mlivyoviona wamezungumza gharama zake, nisingependa kurudia, havijalipiwa kodi hata senti moja. Na wala hatukupata shida kuhusiana na swala la kodi. Sasa, hicho kitu unaweza usikitambue, lakini ki, punguzo hilo au msamaha huo unafanya iwe rahisi kwa mtu kama mimi sasa kusema kwamba jamani, hela yote mtakayoitoa itatumika tu kununua hivi vifaa, na kuonyesha kwamba sisi na taifa letu liko makini na linahitaji maendeleo kwenye sekta za kimkakati, halitachukua hata senti moja ambayo katika mazingira ya kawaida ilitakiwa kuchukua kama kodi. Kwa hiyo ni, ni vitu ambavyo ni vya kujivunia na naomba niviseme ili kila Mtanzania ajue kwamba na yeye kachangia kwenye hii hivi vifaa tulivyokuwa navyo. Watu wengi wamekuwa nikiniuliza, bwana huu msaada umeutoa wapi? Nani yuko nyuma yako? Kwa kifupi ni kwamba huu ni msaada kutoka kwa watu wa Marekani. Tumekuwa tukijaribu kuona kama tutapata wadau tunaoweza kushirikiana nao katika mambo haya yote mazima ya afya. Sasa, na hata tulivyokuja, si tu kwamba tulikuja na vifaa tukasema hivi hapa, chukua. Tulikuja na madai madai mengi kweli kweli, ikiwa ni, ni pamoja na kuwataka kanisa watengeneze mazingira ya kuvihakikisha kwamba hivi vifaa vinapata sehemu nzuri ya kuwekwa tuliwaambia kwamba inabidi tukivileta wavitumie, na ili waweze kuvitumia wawe tayari kusomesha na kuongeza ujuzi na kushirikiana na watu mbalimbali kuhakikisha kwamba ile ndoto tuliyokuwa nayo inatimizwa. Mkoa wetu wa Kagera upo pembezoni mwa Tanzania, lakini hapo hapo uko katikati ya Afrika Mashariki, na kwa sababu hiyo vifaa tiba hivi havitanufaisha tu wana Kagera bali pia wananchi wa nchi jirani watakaochunguzwa. Tayari vifaa hivi vimeanza kutumika na kusaidia wengi ambao mbali na ugonjwa walikuwa na ugonjwa wa nauli wana, kuna ugonjwa lakini kuna na ugonjwa wa hofu ya nauli kwenda mbali. Wengine walikuwa na hofu ugonjwa wa matunzo ukiwa mbali, ugonjwa wa gharama za malazi na chakula ukiwa mbali. Sasa hivi tunashukuru Mungu yote yanatendeka hapa Ndolage. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliohudumiwa wametoa mrejesho mzuri sana. Waliohudumiwa hapa wametokeza mrejesho mzuri sana wa matumaini na moja kwa sababu ya furaha. Baada ya kutoka kwenye kile chombo kinacho zunguka hivi, kile chombo mliofika mkakiona kinachozunguka hivi, baada ya kutoka walimuuliza umeionaje hali hii, akasema nimetoka mochwari. <laughs> Akasema kwa furaha, yeye aliona kifaa kile, jina alilo alilokipa alisema, hii ni mochwari na mwingine walipomuuliza, akasema a baresirekioma wameleta chuma. Kwa hiyo hizo zote ni hisia, ni mrejesho wa kuonesha kwamba mambo yamekuwa mema na Mungu ameyawezesha. Na nikuhakikishie kwa niaba ya Serikali, yale yote mnayohitaji sisi tutaendelea kuyafanya, ikiwa ni pamoja na kuleta wataalamu mabingwa Umepambana, umeleta vifaatiba hivi, hatuwezi kukuachia mzigo peke yako, lazima na sisi tuwekeze. Wanaotibiwa hapa ni wananchi wetu. kupitia kitengo cha kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 2024 jumla ya wananchi 790 walipata matibabu kwa msamaha, na hospitali ya Ndolage ilichangia jumla ya shilingi milioni 319.7. Msamaha huo unadhihirisha pasipo shaka kuwa kanisa linawahudumia wananchi kiroho na kimwili, na hakika hili ni jambo la kuigwa na kupongezwa sana. Binafsi najivunia sana mchango wa KKKT katika utoaji wa huduma za kiroho afya elimu, na tutaendelea kutoa ushirikiano ili wananchi wote wapate huduma bora na kwa wakati. Serikali itaendelea kuajiri na kuleta wataalamu katika hospitali hizi ili kutoa utaalamu wao hususan wa kibingwa, kwa kuwa vifaa tiba vya kisasa na wezeshi tayari vipo hapa. Mheshimiwa Baba Askofu, nimepokea maombi haya na nitayafikisha kwa waziri wa afya kwa maandishi, lakini na mimi mwenyewe kujiwasilisha kwake physically ili anielewe vizuri.